Yafuatayo ni maswali ambayo wewe ambaye upo katika mahusiano na unatamani kuingia katika ndoa unaweza ukajiuliza katika maisha yako. Je, hayo mahusiano uliokuwa nayo ni sahihi au sio sahihi? Na kama ni sahihi, basi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kama sio sahihi, basi ni vizuri uweze kutambua mambo yafuatayo ambayo yanakusaidia wewe katika maisha yako kuweza kutambua kwamba kama upo katika mahusiano sahihi au siyo. Jambo la kwanza ni vizuri uweze kutambua kwamba mahusiano sahihi hujengwa na uwepo wa Mungu. Mahusiano sahihi hujengwa na uwepo wa Mungu. Kama upo katika mahusiano na mwenzako, mchumba wako, lazima utambue kwamba ni vizuri uweze kukua katika maisha ya kiroho, yani kwamba ukiona kama unaendelea kukua zaidi katika maisha yako kiroho, basi tambua hapa upo katika mahusiano sahihi, kwamba mwenzako atakuwa na kuhimiza kwenda kanisani, atakuwa na kuhimiza kusoma neno la Mungu, atakuwa na kuhimiza kufunga na kuomba, atakuwa na kuhimiza kufanya mambo yanayompendeza Mungu, huyo basi ni mtu sahihi katika maisha yako. Kwa hiyo unavyokuwa unaona unaendelea kukua zaidi kila siku, inaitwa leo, mabadiliko yako yanaendelea zaidi katika maisha yako, basi tambua kwamba huyu ni mtu sahihi katika maisha yako, na pia upo katika mahusiano sahihi ambayo ni mema. Kwa hiyo hili ni jambo nzuri la kulitambua, ili ujue kwamba kama upo katika mahusiano sahihi au siyo. Kwa hiyo kinyume chake, kama ukiona mahusiano yako wewe yanakufanya urudi nyuma katika mambo ya Mungu, tambua kwamba hapa sio mahali sahihi kabisa. Tambua kwamba huyu unayehusiana naye sio mtu mzuri, sio kusema kwamba huyu unaweza kufika naye mbali katika maisha. Jambo la msingi kabisa ambalo ni vizuri uweze kutambua ni kwamba mahusiano hujengwa na uwepo wa Mungu Mahusiano sahihi yako kukufanya wewe ufike mbali katika maisha hujengwa na uwepo wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa kila kitu. Kwa hiyo mkabidhi Mungu maisha yako, njia zako na kila kitu, basi Mungu atakusaidia ufikie maono yako. Jambo la pili ambalo litakujulisha wewe kama upo katika mahusiano sahihi ni nidhamu, nidhamu katikati ya mwanamke na mwanaume. Je, mnavyokuwa mnakutana mnaongea kwa pamoja, wewe unakuwa unapata nafasi ya kumsikiliza mwenzako, yaani kwamba mwanamke anaongea alafu mwanaume unamsikiliza, alafu baada ya hapo mwanaume anaongea alafu mwanamke unamsikiliza. Kwa hiyo je, kunakuwa na uhusiano huo katikati yenu kwamba mnakuwa mnasikilizana au mmoja tu ndiye anakuwa anaongea mambo yote? Kwa hiyo kama kuna nidhamu katikati yenu, basi kuna mahusiano mazuri ya kimaisha, lakini pia mahusiano ya kimapenzi, lakini pia mahusiano kwa ujumla, ambayo yanaweza kuwafanya ninyi mkafika mbali katika maisha. Lakini pia kwenye suala hilo la nidhamu, kuna jambo ambalo ni la msingi sana kuzingatia kuhusiana na mavazi. Je, mwenzako asilimia kubwa sana mabinti, je, anavaa vizuri mnapokuwa mnakutana kuongea au anavaa vibaya, baada ya kuamini kwamba huyu ni mpenzi wangu eh, kwa sababu unaamini asilimia mia kwamba atakuoa? Tambua kwamba haiwezi kuwa asilimia mia kwamba atakuoa. Tambua kwamba kama mpo kwenye uchumba, uchumba unaweza ukavunjika muda wowote. Kwa hiyo ni vizuri nidhamu ifuatiwe. Binti, ni vizuri utambue kwamba unavyokuwa unakutana na huyo mwanaume na ye anakuwa anachunguza hata jinsi unavyovaa, unavyoongea eh, maneno yako na matendo yako. Kwa hiyo kama unaenda kule kwa asilimia kubwa kusema kwamba nitaolewa tu atanioa tu, hapa utakuwa unakosea. Kwa hiyo tambua kwamba wanaume ni watu ambao wana saikolojia kubwa sana, huwa wanachunguza kila kitu, tena kwa undani zaidi. Anaweza akakuuliza maswali kadhaa, na wewe ukasema kwamba huyu pengine ni kwa jinsi ambavyo wewe umemzoea kwa hiyo ni vizuri uwe unavaa mavazi mazuri yenye heshima, ili kujenga mahusiano yenu yawe mazuri. Kwa hiyo jambo la msingi sana ambalo litakusaidia wewe kutunza heshima yako wewe kama binti, lakini pia hata watu wanavyokutazama wanasema kabisa huyu kweli ni mke, sio unavaa vibaya alafu watu wakaanza kumwambia, huyu rafiki yako huyu mchumba wako wakaanza kusema huyu mm, huyu hafai kabisa. Wakasema angalia sana, hata mavazi yake anavyovaa, angalia hata kuongea kwake, angalia hata matendo yake, hafanani kabisa. Kwa hiyo utambua kwamba hawa watu ni watu wa kuchunguzwa sana. Wanaume wana saikolojia kubwa sana. Ninaongea na wewe binti, ninaongea na wewe kijana ambaye unanisikiliza, ni vizuri utambue kwamba jambo la msingi kabisa katika maisha, pale ambapo unatamani kuingia kwenye ndoa, nidhamu inahitajika, yaani kwamba wewe muheshimu wezako, lakini pia na wewe mwanamke muheshimu mwanaume. Na we, wewe mwanamke tambua kwamba wewe upo chini ya mwanaume. Mwanaume ni kichwa ndani ya familia, kwa hiyo usiseme hamsini kwa hamsini, unakuwa unakosea kwa sababu yeye ndiye atakayekulea katika maisha. Kwa hiyo ni vizuri mjenge nidhamu hata katika mawasiliano yenu. Kwenye mawasiliano, ni vizuri pia nidhamu ijengwe, ili kufanya hali yenu ya mawasiliano weza kueleweka lakini pia kuweza kusikilizana katikati yenu na kuaminiana katikati yenu. Jambo la tatu ambalo litakusaidia wewe kutambua na kujua kama upo katika mahusiano sahihi ni kuhusiana na uzinzi na uasherati. Pale ambapo unaona kwamba mwenzako, iwe ni wa kike au ni wa kiume, anakuambia twende tukutane kimwili, yaani kwamba mfanye mapenzi ambao kwamba huyu anakuwa sio mtu sahihi katika maisha, bali amekuja kwako kwa lengo la kukutamani wewe, lakini hana lengo nzuri katika maisha yako, hana lengo na wewe yani, kwamba anataka kukuchezea halafu baada ya hapo apuache apu apoache. Na hii imekuwa kesi kubwa sana kwa mabinti wengi sana ambao wanakuwa wanatendewa hali hii. Wanaume, anakuja anakuambia, kama unataka nikuoe tukutane kwanza kimwili, kama unataka nikuoe nizae kwanza na wewe, kama unataka nikuoe basi tufanye kwanza hivi na hivi. Kwa hiyo hali hii inawafanya mabinti wengi waharibikiwe, lakini pia ndoto zao zinakufa zinaishia njiani, kwa sababu ya kusikiliza maneno ya wanaume wadanganyifu, lakini pia kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mabinti wengi sana katika ulimwengu huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mabinti wengi wamekosa maarifa kwa kuto kuelekezwa, hasa na wazazi na walezi na watu wengine. Kwa hiyo hali hii inawapa mabinti shida kubwa sana, kwa sababu wanaona haya ni mambo ya siri, wayaeleze wapi? Kwa hiyo mwisho wake wanaishia kuwaambia marafiki na marafiki, jambo ambalo wanawashawishi basi, na wenyewe wanaamua kukubali kwa hiyo, hali hii inawatesa mabinti wengi, imeumiza mabinti wengi sana. Kwa hiyo ni vizuri sana uwe makini, kwa wewe unayenisikiliza, wewe ni shujaa, ninaamini kabisa utakuwa wakili kwa watu wengine kwamba tambua, kama mwanaume atakuja anakwambia tukutane kwanza kimwili kabla hata hamjafunga ndoa, basi tambua kwamba huyu sio mtu sahihi au mwingine anakuja kwa kisingizia kwamba tayari nimesha kuvesha pete, yani kwamba nasubiri akuveshe pete, alipe mahali mwisho wa siku sana sema, ah, wewe si mke wangu tayari. Kwa hiyo mimi, kwa hiyo anakuambia kwamba mkutane kimwili sasa, kwa sababu anajiaminisha kwamba tayari ameshakuvesha pete, na wewe unasema ah, hey, utakuwa unazoa maagano, utakuwa unavunja ule uhusiano mzuri ambao Mungu ameuweka katika maisha. Tambua kwamba ndoa nzuri, maisha mazuri kwenye ndoa ni yale ambayo yatawasaidia ninyi pale ambapo mmejitunza mpaka unaingia kwenye ndoa. Baada ya kufunga ndoa, hapo sasa Mungu atakuwa amekubariki wewe na mume wako, wewe na mke wako. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo Mungu anakufungulia milango ya baraka katika maisha. Lakini ukisema utangitangi huku, wapo kule, wapo unashangaa, unakutana na wale wale, unaoa wale wale, unaolewa wale wale. Kwa hiyo hata kama alikuwa anajificha kwamba anajifanya awe mwema, anajifanya awe mwema lakini lakini mwisho wa siku unashangaa kwenye ndoa ndiyo yanaibuka mengi ambayo hata wewe mwenyewe hukutambua. La msingi kabisa, kwa we binti unayenisikiliza, jambo la kwanza kabisa, emu, rudi kwa Mungu, rudi kwa Mungu. Mume mwema anatoka kwa Mungu. Lakini pia na wewe mwanaume, naenda kwa Mungu, mke mwema anatoka kwa Mungu. Usihangaike na mambo ya kiulimwengu, usihangaike kwa sababu utaumia, utateseka, utalia. Na usha siku utajuta sana katika maisha. Karibu katika vipindi hivi vya Amka Shujaa. Karibu sana na Mungu akubariki. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika maisha. Pia nipo na Mwalimu Lupimo katika vipindi vya kama mwili ni wako. Wewe miliki ni nani? Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uweze kujigundua katika maisha yako kwamba wewe ni nani na kusudi la Mungu katika maisha yako ni lipi, ili ufike pale ambapo unatamani kufika katika maono yako. Kama wewe hii ni mara kwa kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe ili mafundisho ya kufikia kwa urahisi sana. Ninakukaribisha, mkaribishe na jirani yako ili na yeye aweze kujifunza.